Of of ujazo wa jana nguvu za Roho Mtakatifu haimaanishi leo huhitaji tena nguvu zake, kwa sababu ujazo huu sio kama tunavyojaza vitu kwenye vikombe kwenye vi au kwenye mapipa au kwenye mabeseni. Ujazo huu unafananishwa na namna ambavyo jahazi linavyotembea baharini. Ili jahazi liende baharini, linahitaji ujazo kwa upepo kwa, kwa kadri upepo unavyojaza lile shuka ndio jahazi linafanyaje, linaenda. Kwa maana siku ambapo jahazi ikisema sihitaji tena upepo, kuwa na uhakika itaishia baharini hapo hapo. Kama una ndoto kubwa, unahitaji nguvu kubwa. You have more responsibilities, you need more power. Yohana sura ya saba mstari kuanzia thelathini na saba pale atakaye niamini mimi, kama maandiko yanavyosema vijito vya maji vilivyo hai vitaanza kutiririka ndani yake. Alipo anaelezea mstari wa 38, anasema hivi alikuwa anazungumzia kwa habari ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ina maana kumbe, Roho Mtakatifu akija, kuna vitu anaviibua ndani yako. Ndani yako kuna mito ambayo hujawahi kuiona, ndani yako kuna vitu ambao hujawahi kuviona. Anataka tu ukiniamini mimi, kama maandiko yanavyosema, vijito vya maji vitaanza kutiririka ndani yako. Kwa hiyo mtu yupo ana mito ya maji ndani yake ila haioni. Ndani yako kuna vitu Mungu aliviweka. Isaya 32 mstari wa 15 hata roho itakapomwagwa yetu kila jangwa litageuka kuwa shamba na kila shamba litahesabiwa kuwa msitu. Maanake sehemu ambapo kulikuwa kuna uzalishaji kutaanza kuwa na uzalishaji, sehemu ambapo kulikuwa kuna rutuba kutaanza kuwa na rutuba. Roho Mtakatifu akija juu ya mtu, Roho Mtakatifu akimwaga juu ya mtu, mahali ambapo palikuwa faida haionekani, faida inaanza kuonekana, kwa sababu Roho Mtakatifu huwa na kawaida ya kugeuza mambo. Mahali pale pale ambapo watu mm, a, hili ni jangwa, hakuna kitu cha maana kinachoweza kutokea Wait until the la mtu katika tumbo la mama mmoja anaitwa Mariamu, hakuna mbegu yoyote lakini Roho Mtakatifu alipoingia akazalisha kitu katika tumbo hilo hilo. Katika tumbo la mama mmoja anaitwa Sara, ambaye ilishasabika kwa yeye ni tasa, lakini pale ambapo Roho Mtakatifu alipoingia ndani yake, ndipo ambapo aligeuza utasa wake na kuwa uzao wake. Listen to me, sijawahi kujua we matokeo yako ya form 4, form 6, yalikuaje, lakini inawezekana cheti chako mpaka leo hakina issue. You just have to pour the Holy Spirit upon your certificates, upon your your CV, kwa sababu Roho Mtakatifu ukija mahali huwa na tabia ya kupa chenji hiyo sehemu, anabadilisha hiyo sehemu na hiyo sehemu inaweza kuonekana kuwa ni ya faida. Hilo duka ambao unaona kuna ukame wa wateja, allow the Holy Spirit to take over, kwa sababu Roho Mtakatifu akiteke over, kila jangwa, kila ukame unabadilishwa na inaanza kuwa shamba linalozalisha. Roho Mtakatifu sio kwa ajili ya kunena kwa kwa lugha huwa anabadilishaga